Hello, wapendwa, nimekuja mbele yenu na leo na mada, nataka tuzungumzie dunia tunayoishi hiko hivyo unavyoiona wewe. Kila aliyefanikisha katika dunia hii alipitia kipindi cha kutokuaminiwa na watu. Wawezo ukawa na ndoto, ukaambia mtu aliyo karibu yako, wawezo ukawa na plani ya kuweza kusimama katika maisha yako ukaiongelea na watu wengine, lakini kuna watu watakuambia hiyo kitu haiwezekani, wa kuna watu hawatakuamini. Kuna baadhi utawashirikisha katika mambo yako, wataona kama unawapotezea muda, lakini ndio hali halisi ilivyo ya dunia. Dunia ya leo tunafikia kuaminiana mpaka uone kitu na macho yako, ndio hapo unaamini kama ni kweli, lakini unapoambiliwa wala unapoambia watu kwamba tuanzie hapa ili kesho tufike hatua fulani, hakuna mtu yoyote yule utaambatana naye katika safari yako. Lakini naweza nikakwambia kwamba, ndugu yangu, usikate tamaa. Hanzia hapo hapo ulipo, piga hatua mbele, na wote wale wasiokuamini leo, siku utakapofanikisha wewe, watakuja kuongea na wewe na watakuamini zaidi. Maana dunia imefanyika kuamini kile wanachokiona kwa macho. Mabilionea wengi tunaoona sasa hivi walivyopata ndoto zao za kuanza miradi yao, hakuna mtu aliwaamini. Walifanya plani zao, wakashirikisha watu wengine, hakuna mtu kabisa alifikiria kwamba leo wanaweza wakafika hapo walipo. Lakini usikate tamaa. Watu wengi wanarudi nyuma katika maisha yao kwa sababu wanakatikizwa tamaa na watu wengine. Waweza kuwa na plani nzuri, lakini mtu unayegawa naye mawazo akaja kukuambia hicho kitu akiwezekani, na ukimsikilizia basi, na wewe unarudi nyuma. Lakini unapoweka nia yako kwamba hapa ni lazima nitapiga hatua, ndugu yangu, songa mbele na utaona mafanikio yako. Kila mtu aliyefanikisha mpaka kwa hatua ya hawa tunaowasikia na kuwaona hatua ya kwanza kuna aliyowaamini lakini watu walioona matokeo sasa, baadaye walikuja kuwaamini na dunia iko hivyo tu. Simama ulipo na muda ndio huu. Ndani mwako mna kitu ambacho una uwezo kukifanya, na kikaweza kuinua wewe na hata watu wengine walioko karibu yako, na usiweze kuzuia ndoto yako. Ndugu yangu, simama na uweza kupiga hatua na kama unaamini kwamba ndugu yangu, kila aliyefanikisha kwa hatua ya kwanza ya maisha yake hakuna aliyemwamini na binadamu, wala watu walikuja kumwamini baada ya kuona matokeo. Maana dunia hii tunaishi kwa kukubali wengine pale tunapoona matokeo. Kabla matokeo hayajatoka, hakuna mtu anayemwamini mtu mwingine. Weka mawazo yako hapo na ugawe na watu wengine. Unapopata mada zetu ndugu yangu, andika comment yako, tutaenda kuisoma. Asante sana, na Mungu atakubariki wewe na atatubariki na sisi, amena.